Mandhari nzuri kweli kweli ambayo inaonekana pia ya jiji la Mbeya, uwanja ambao hii leo tutakwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, wakiwalika wananchi Young Africans kutokea Dar es Salaam Tanzania. Kama ambavyo inaonekana hapo, Kasimu Mdoe, Muhamedi Mkono pamoja na Mataka, wakati Sif Amon, kama ambavyo inaonekana, Djigui Diarra kwenye milingoti mitatu, Israel Patrick Mwenda na ilikuwa ni mechi muhimu sana kwa timu zote mbili. Kikenga cha mwamuzi wa kati kinapulizwa, ishara ya kwamba tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni kuarifu mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana, tutazame mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Nyota raia wa Ivory Coast amecheza soka lake Jamhuri ya Czech, jaza ndani kucheza na utosi, unababatiza mpira ule, bado anakaa vyema. Ibrahim Abdullah Hamad, na ngoma ile inakwenda nje, ameshindwa kumiliki mpira vyema Muhamed Dumbia, ngoma ile ilikwenda, angalia utosi wa Ibrahim Abdullah Hamad utasifu safu ya ulinzi, ilikwenda ikamzongazonga, na zonga mtia mazonge yale akazongeka. Mpira ulikwenda ukagusa kwenye paji la uso la Mateo Anton Saimon. Ibrahim Abdullah Hamad amevuta mpira mrefu, lakini amefika Maksim pia Nzengeli mari dadi sana ile, vitu vyangu kabisa. Ibrahim Abdullah Hamad zungumza mawili matatu na Baraka Filemon. Tazama namna ambavyo pakompe duzuzwa tu vituvitu vile ambavyo alikuwa akivifanya kama anakwenda na kataa, inaitana mupa na munyima ile, akapita akaondoka akaenda zake. Max mpia Nzengeli, utulivu wa kutupwa mithilia anayetunga uzi sindano usiku wa giza, akaipokea akaitia kwenye pakache ikakubali ile. Na hapa Chibada ah, Omari alizunguka mithilia pia, akawaacha wachezaji wa Yanga wapite na waende zake mechi moja nzuri kwelikweli kuitazama na kuisimulia pia. Huyu ni Yahya Suleiman Begu ananyunyiza mpira mrefu ndani kule. Sasa amepita Beno, David Kakolanya anakwenda anaumeza sasa moja kwa moja na anakwenda kwenye himaya yake ile ya kijimoya moya. pako mzuzu anautazama mpira ule. dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine hapa jijini Mbeya mechi nzuri kwelikweli kuitazama, baina ya Mbeya City wanakuwa makumw anya dhidi ya Wananchi Young Africans. Wakati huo huo pia akiwasiliana na mwamuzi wa mezani pale, kuona kama mambo yaende sawa bin sawia, naye anamwambia naam. Kipenga cha mwamuzi wakati hiki napulizwa, ishara ya kwamba ni wakati sasa wa kwenda kuzianza. Yanga wanakuja pasi ya kupenyeza ile, Andy Boyeli amekwenda chini, Boyeli mwenyewe na kuteleza siku anguka, amenyanyuka lakini mpira ule ulishakwenda kwenye himaya ya mlinda lango, takufanyaje. Max ananyunyiza kona nzuri ndani na pagwa mafuta na mlinda mlango Beno David kakolanya maridadi sana ile. Beno David Kakolanya ameuparaza mpira ule, umekwenda nje na utakuwa ni mpira wa kutupwa. Tazama mikono ya Beno David Kakolanya ilivyofanya kazi yake, vinginevyo pakompeduzuzwa alikuwa pale Max mpia nzengeli inachanjwa ndani kule sasa, Pakomba Batiza mpira ule tena, la haula, nakata pasi ndani, akimtafuta Max! shuti lake Max mpia nzengeli linakwenda juu ya lango, ulitengwa mpira ule na Andy Bobo wa Boyeli, lakini isivyo bahati shuti la Max mpia nzengeli alipaza juu ya lango, mwenyewe haamini kile ambacho anakiona. Max Zengeli. Azizi Andabwile, cheza na utosi! Bado cheza mpira na lika nakucheza side net. Huyu Azizi Andabwile huyu, weka mbali na watoto. Azizi Andabwile ni mtu mbaya kweli kweli, waliupiga ule mpira na utosi ukaenda ukagonga, alafu akaucheza tena ukaenda ukacheza kwenye nyavu za pembeni. Jezi ya nambari tatu, anasogea pale Peter Samson Mwalianzi, na hii sio kadi ya kliniki ama kadi ya gari. Alijitahidi <messu> <messu> kweli kweli kwenda kumdhibiti Max mpia Nzengeli na akafanikiwa, lakini akajikuta anayefanya madhambi. Mpira waikabule sasa, jaribio la mbali anayokamata na ucheza unakwenda nje, mpira ule umeshakona. Pendo David kakulanya atal andi Bojeli jezi hmm nambari 26 msimu uliopita ilikuwa inavaliwa na pakomzuzwa mpira <laughs> ule wa selest eqa inavyozungumza nawe. Dakika sabini za mchezo zimeshaondoka, bado hakuna bao kwa timu zote mbili. Kocha msaidizi huyo akigeuza kinywa chake kuwa karakana ya maneno edo. Inachanjwa kona nzuri, ndani kule inapita bila ya kupingwa, namna gani? mpira ule umepita pale, umepitaje? Ndio swali ambalo anajiuliza Dependo David Kakolanya, umepitaje na Azizi Ndabwile Mwambalaswa alikwenda akaucheza mpira ule na kichwa, lakini akiwa kimejaa sawa sawa, ukapita kwa Pakome na ukawapita wachezaji wote wa Young Africans. Edmond John, jaza mpira mzuri mbele huko, Baraka anakaa uzuri kweli kweli, kwenda kuondosha mazonge na mauza uza yale, lakini anaonekana kama anajichanganya mwenyewe hapa na Sheta Kisaka. Boka jaza ndani na fuatiza ile. Lahaula, Andre Bobo Boyeli alitaka kufanya jambo hapa. Nilikwambia msimu uliopita akiwa na Sekhukhune United ya Afrika ya Kusini alimaliza na goli sita tu. Peter Samson Mwalianza amepita kama jina lake linavyosema, ingizwa ndani kule. Sasa nafasi hii kwa koma kumonya, jaribu lakini isivyo bahati amedhibitiwa na kibendera cha mwamuzi. Kimenyoshwa ishara ya kwamba Alikuwa kwenye eneo la kuotea Daniel William Lukanda Mila. Ni dhahiri kwa mujibu wa picha kwamba Daniel William Lukanda Mila alikuwa karibu zaidi na mstari wa lango la wapinzani kuliko wapinzani wawili. Mchezo na kataa Azizi ya Ndabuile, wanaondoka hao, wanakuja. Mbeya City wanapiga moja mbili tatu, shoti la mbayo unakwenda, unacheza kwenye nguzo na, na mgusa jiki tiara hey! Almanusura hadithi ibadilike hapa. Hey. Almanusra shuti la eliujambo kile likaenda likacheza Edmond, unakwenda nje ya mpira ule, hey. Ah, umekula chuma, mpira umerudi dimbani ule. Alafu Beno David kakolanye alikuwa kama kajisahau hivi, anasoma gazeti la haula ngaliya mkuki hu ambao umekwenda kula chuma ukarudi dimbani. Mechi imekuwa na kasi kweli kweli. Wanaondoka wao sasa, Daniel William Lukandamila, nini kinakwenda kutokea? Daniel William Lukandamila anamfinya utaa, moja mbili tatu, nafasi hapa, anakuja Vitali, anacheza maridadi, mna jigiti hara la haula, wanapoteza nafasi ya dhahabu hapa, komakumwaya kati ya mechi dume sana. Tazama hii ya Daniel William Dukandamila, akavunja utambaka, akakubali, akapiga pasi moja hasanati, lakini Djigui Diarra kwa umakini wa kutupwa anaipangusa ile. Ni miongoni mwa walinda milango bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi yetu, nathubutu kusema hivyo. Dakika tisini zinamalizika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine katika jiji la Mbeya. Hakuna mbabe kati ya Mbeya City wanakoma kumwanya dhidi ya Young Africans, moja kati ya mechi bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi kuu ya NBC. Vitalis Jimrod Mayanga bila shaka atakuwa na jilaumu kwelikweli. Full time Mbeya City sifuri Yanga sifuri. Mimi ni mzee wa unyo unyo, naitwa Hassan Ahmed.